Kwa sababu wewe ukiniambia nikupe password yangu wakati wa kusajili tulikuwa wote mkua mwili mmoja eh. Wakati wa kwenda kusajili tulienda kusajili wote saa, unathibitisha nikikamata wewe utanisaidia kwenda jela, au tuseme tu <laughs> mimi nimefanya kosa hapa eh. Eh, alafu mke wangu alikuwa nasema uh, mwili mmoja mwili. Mwili <laughs> Halafu eh, napelekwa na, na sero, nimetiwa kwenye kwenye kwenye pickup mm. Naweza kawambia mke wangu, naomba nishuke, uende wewe. Watakubali? Watakubali, wewe mwenye kosa ndo wewe, anasema mm. Mkamato na ngozi ndo nani, eh. Kwa hiyo sasa, tuseme tu haya masuala ya teknolojia, ubia wake si wa kila kitu mm. Hasa inavyokuja maswala ya mawasiliano ya simu na intaneti, unavyokuwa na nywila ni ya kwako mm.